Yes, e, Jeshi la Polisi mkoa wa Mbeya liko katika operesheni maalumu ya kupambana na kudhibiti uhalifu katika mkoa huu. Hivi leo tumeweza kukamata shehena ya madawa ya kulevya ambayo yameingizwa nchini yakitokea nchi jirani kwa upande wa Malawi, na haya yalikuwa yanasafirishwa yakiwa katika gari namba T833 EDN aina ya Mitsubishi Kenta ambayo ilikuwa imebeba hii shehena iliyokuwa imechanganywa na pumba za, za mpunga Kumano. Kwa maana kwamba huku nyuma walikuwa wameweka pumba na huko ndani kwenye sehemu ya bodi ndio walikuwa wamejaza huo mzigo. Kwa hiyo kutokana na taarifa ambazo tunazo na kwa sababu tunashirikiana na wenzetu wa mamlaka ya kupambana na kudhibiti madawa ya kulevya, basi baada ya kupata taarifa hii tumefika maeneo haya ya wilaya hii ya Rungwe, basi tukawa tumekamata hii shehena, na mpaka sasa hivi upelezi unachunguzwa kujua ni madawa mpaka uh, sasa hivi inadhaniwa kwamba ni madawa aina ya bangi, lakini kwa sababu tunao wataalamu na tukapeleka kwa mkemia, tutapata idadi kamili ya, ya kilo ambazo zimebebwa. Na hivi unavyoona hii ni shehena ambayo e, imekamatwa. Hii ni sehemu tu ya shehena ambayo imekamatwa ndani ya hii kenta, lakini baada ya kuwa tumefungua E, baada ya kushusha haya mafurushi tumehesabu, tumepata mafurushi sitini na saba ambayo yalikuwa kwenye hii kenta. Kwa hiyo nafikiri baada ya kupima sasa kwa msemia utapata, e, kilo harisi ambazo zitaonyesha e, ni, ni, ni kiasi gani. Wito wangu tu ni kwamba wananchi ambao wanajihusisha na hii biashara ya, ya madawa kulevya waache, kwa sababu sisi jeshi la polisi mkoa wa Mbeya ukishirikiana na wenzetu wa mamlaka kudhibiti na kupambana madawa kulevya tuko macho na tutaendelea kukabiliana na hao wote ambao wanaingiza haya madawa kulevya kwa ajili ya kuharibu akili za watu, lakini na kufifisha nguvu kazi ya taifa. Kwa majina naitwa Julius Amen Tweve, ni mjumbe ndani ya serikali ya kitongoji cha Kawetere chini. Pia ni wapongezi askari wa wilaya yangu ya Rungwe pamoja na askari kutoka mkoa wa Mbeya kwa kazi wanayoifanya Kazi hii ni kubwa sana, na ni kweli mimi nimeshuhudia kama kiongozi wa mtaa, hivi vitu viko hapa na tumevikamata. Lakini wito wangu mimi kama kiongozi wa mtaa, niwaombe ndugu zangu ambao ni wananchi, wewe mnakaa huko mpakani Kiela, au mko hapa ndani ya wilaya ya Rungwe, au sehemu nyingine yoyote ile, acha hii tabia ya kusafirisha madawa ya kulevya, kwa sababu haya madawa ni sehemu mojawapo ya kutuharibia vijana wetu wanashindwa kufanya kazi za maendeleo bali wanaendelea kuharibika na madawa ya kulevya. Naomba ndugu zangu, tuwe wawakili wema na tuwatunze hawa vijana na tuangalie hii mizigo inayoingia kwenye maeneo yetu, hasa wenzangu hao mnaokaa kila pale, mko bandarini, mko kwenye mpaka, angalieni sana vijana hawa, wasijisha na haya madawa ya kulevya. Yanapita kwenye eneo letu kwenda huko yanakojua. Je, hawa watoto wanaendelea kutumia, watakuwa watoto wa aina gani? Naomba tusaidiane tuisaidie serikali.